Asubuhi ni wakati mzuri wa kuanza siku kwa shukrani na maombi kwa Mungu, tukimtukuza kwa uhai, afya na neema yake. Tunapoinuka kutoka usingizini, ni muhimu kutambua kuwa kila siku mpya ni fursa ya kuonyesha upendo wa Mungu, kuishi kwa hekima na kumtumainia yeye katika kila jambo. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tutaishangilia na kuifurahia Zaburi 118 na mstari wa 24. Tunapomkaribisha Mungu katika siku yetu, tunamwomba atuongoze, atulinde, na kutupatia hekima ya kushinda changamoto zote zitakazojitokeza. Tunaomba neema ya Mungu ituongoze katika maamuzi yetu na upendo wake utuimarishe katika safari ya leo. Asubuhi utasikia sauti yangu e, Bwana, asubuhi nitakuelekea na kutazamia. Zaburi tano msali wa tatu. Na tuanze siku hii kwa imani, tukimkabidhi Bwana mawazo yetu, kazi zetu, na kila hatua tunayoipiga tukiamini kuwa yupo nasi na hatotuacha Mungu awe mwangaza wetu siku ya leo na hata siku zote. Basi natuombe. Ee Mungu wa mbingu na dunia, asante kwa zawadi ya uhai na siku hii mpya. Tunainua mioyo yetu mbele zako tukiwa na shukrani kwa ulinzi wako usiku kucha. Baba wa rehema, tunakuomba tutangulie katika kila hatua ya leo. Utufunike kwa upendo wako, utupe hekima na uvumilivu katika yote tunayokutana nayo. Tunakuomba utubariki na afya njema, amani ya moyo na nguvu ya kushinda changamoto za siku hii ya leo. Ee Mungu uliye mwaminifu, tupe moyo wa shukrani katika kila hali tukutegemee daima, na kushikilia ahadi zako. Tuongoze kwenye njia ya haki, utuepushe na mabaya, na utufanye vyombo vya baraka kwa wengine. Tunaita jina lako Yesu, kwa kuwa ndani yako tunapata tumaini, faraja na nguvu mpya. Tusaidie kupenda kusamehe, na kuonyesha wema kwa wote. Tunatia siku hii mikononi mwako, tukiamini kuwa u pamoja nasi. Asante kwa baraka zako na neema zako zisizo na kipimo. Amina. Amini kwamba Mungu amesikia na atajibu kwa wakati wake. Tembea kwa imani, kwa kuwa hauko peke yako. Bwana anakutangulia akikupa nguvu na mwongozo. Kumbuka, changamoto zote utakazo kutana nazo siku ya leo si kubwa kuliko neema ya Mungu. Yeye ni mwaminifu na atakufanikisha. Katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 31 mstari wa nane linasema, Bwana atakutangulia naye atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Basi endelea mbele kwa ujasiri, ukijua kwamba neema yake inakutosha na rehema zake ni mpya kila asubuhi. Na iwe siku yenye baraka, amini na mafanikio kwako kwa. Mungu akubariki.